mimi nawashukuru watu wote mlio support kuhusu Sifa, ambao umetoa michango yenu. Kuna watu ambao walijikusanya Ngorongoro, vijana kama mia ishirini hivi wakasema, tunatuma rambirambi yetu. Tumechanga buku, buku. basi wakatuma watu kama mia na ishirini na nne wakatuma wakasema, tunakumbuka mchango wa Sifa katika taifa la Tanzania, alitutetea Ngorongoro, kwa hiyo tunatuma hiyo fedha kama rambirambi. Kwa hiyo ukiona vijana mia moja ishirini na nne wamejikusanya wanamkumbuka binti jua yule, alikuwa ni sauti ya wengi ambayo wengi tunapenda na tunaiga hiyo njia, na Yesu naye alifanya vivyo hivyo. Lakini mimi nasema tu, ninashukuru Mungu, na mpaka leo hii simwonei haya Sifa. Ni kwa nini? Kwa sababu maisha yake yalikuwa safi, kwa sababu maisha yake yalikuwa amenyoka hajafumaniwa hajauliwa akiwa amekutwa gesti na mme wa mtu, hajauawa akiwa, akiwa labda anagombania mwanaume, hajauawa labda akiwa katika ubaya wowote katika ujambazi, lakini kwa vyovyote kifo chochote alichokufa Sifa, mimi nasema simwonei haya na ninashukuru Mungu zaidi ya yote, namwonea wivu natamani sana, yaani, mm -hmm. Kwamba da Mungu, mbona unapendelea? Mbona una upendeleo? Mbona umemhurumia huyu kumtoa kwenye li dunia ile, ambazo ambalo limepoteza ladha, dunia ambayo imejaa utekaji, dunia ambayo imejaa mauaji, dunia ambayo imejaa kupotezwa watu, kupelekwa kusikojulikana. Lakini sifa umemuondoa, Mungu asione haya kwa sababu kuona Bina mwenzio, Bina, binadamu mwenzio anakuwa anafanyiwa ukatili, unawasikia binadamu mwenzio ametekwa, amefanyiwa unyama, mara sijui amepigwa, mara sijui ameuawa, mara sijui mwingine amepotezwa, hajulikani alipo mpaka leo. Kusikia hayo kwa mtu mwenye moyo wa nyama, inauma sana. kuna... milele ni beti namba tatu mm -hmm, tenzi namba mia moja na moja mm -hmm, anasema eh: hata sasa hufurahia, hata sasa hufurahia tamu yake ya ya mapenzi yale, je kwake tukifikiria kutofaakana milele. Hata sasa ufurahia mapenzi ah, yalemkkwake tukifikiria kutokutekwa wala kupotezwa milele. Aise, kwa hiyo mm, nawaonesha huku wadogo zangu Ongovu na Sifa kuona kwamba wako kwenye nchi ambayo hakuna vya kutekana. Lakini dada, lakini dada kumbuka mm. Aa, nabii katabili. Kazi ya nabii ni kutabiri tu. Kumbuka nabii katabiri kwamba bado watakuwa wapo wawili watatu watakaotangulia na baadaye atamalizia mbarikiwa hapo yote wana, wame, amesema wanamzunguka mbarikiwa, ili onyeshe wale wote wamekufa, ili mfikie mbarikiwa. Wewe unasema nabii amesema hivi hmm. Nashukuru Mungu kwa nabii huo hmm. na ninamshukuru pia huyu nabii hmm. Nami namuomba Mungu aruhusu mapenzi yao yatimizwe hmm. aruhusu matakwa yao yatimizwe hmm. ili waweze kuishi kwa amani waweze kuishi kwa amani kabisa dunia kwenye dunia ambayo haina wanaokosoa, dunia ambayo haina watu ambao watawakela kwa kuwakemea, ili waishi vyovyote kwa, namwomba Mungu. Kwa maana hiyo, kwa maana hiyo mbarikiwa na wakela mbarikiwa katika hao wawili watatu, na hisi na mimi sikosi, ah mimi namba moja. E, una sijajua wao wamemweka target yao wa kwanza ni Yusuf. <laughs> Sijajua Yusuf ameamua kuja naye hapa tunazungumzia maisha ya mtumishi Sifa na manabii waliotabiri kwamba bado watu wawili watatu kuondoka, alafu kisha atafuata Mbarikiwa. Mimi nasema kwamba nilikuwa napita mahali kule tulikoenda, da, tulienda tukakuta makaburi mengi sana. Nikasema nikasema hivi, haya makaburi ni ya kikosi kazi tu au ni ya nani? Nikakuta hamna hata moja kwao. Nikasema kumbe watu wanakufa. Ulale kimya, ukae kimya ule nyama usile nyama, uwe maskini usiwe maskini, utaondoka. Hata nabii na yeye mwenyewe ataondoka, na amefiwa na watu wengi sana. Lakini mimi niseme tu kwa unabii huo hilo, mm. sio jambo baya ambalo nakusema kwamba labda itafutisha. Mimi nimesema jambo baya mm. ni mimi kuona Salome na mbarikiwa amepageuza pale nyumbani, pamekuwa danguro. mm. Hilo ndo jambo baya kabisa kutokea kwetu, kuona pale nyumbani amegeuza, imekuwa klabu mm. imekuwa labda ni baa hilo mm. ndo jambo baya, jambo baya kabisa kutokea, mbao lazima mbarikiwa litampata. Jambo baya, jambo baya ni mbarikiwa kuacha imani na kuwa shoga, dadangu na maumivu, wafu wafao katika, katika Bwana, lakini Paulo anasema mm. kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Nani ambaye hapendi faida? alafu li Paulo unajua lijanja sana mm. dieli jamaa alivyoona Yesu Kristo amesurubiwa mm. uh, kichwa juu miguu chini, lenyewe likasema, mi nasikia fahari sana nisurubiwe. huyo ni, ni, ni Petro, Petro mm. aliyechagua akasema, naona fahari sana geuzeni miguu yangu iwe juu kichwa kiwe chini niwe na bembea mm. nisiwe kama Bwana wangu mm, nitakuwa mmeniua kifo cha heshima eh, mm. Na mimi naonea wivu, naonea shauku. Kimsingi mimi nimesema eh, tu kwamba nadhani mm. nabii aliyetoa unabii mm. huu eh, kufa ni kufa, lakini kati ya kitu ambacho pengine labda ni pepole pole mm. angetolewa nabii tukiwa kwenye upande wa kutenda mabaya, pengine hapo tungemwona kwamba kwamba ni kama ametugusha penyewe mm lakini kama anatoanabiona sisi ato katika upande wa mabaya mm. Mimi naona ni kitu ambacho tuna thamani kubwa, kwa sababu misho yoyote ni kwamba hakuna mwanadamu ambaye ataondoka duniani, sisi hata ambao tunapinga mabaya pamoja e, na kwamba tunaondoka, lakini pia hata walionyamaza wanaofanya baadhi ya dhambi ambazo

na kifungu hicho amekitumia pale kwamba nawatabiria pasko nambarikiwa. Uh, kwamba nimetumwa katika kitabu cha Ezekieli kwamba watasikia au hawatasikia, lakini kile kitabu kimezungumza kwamba nakutuma kwa watu walio asi sana ambao hawana haya, wana kiburi. Sasa sijajua kwamba sisi ndo tunaasi sana watekaji wana unafuu au ikoje? mazingira mengi sana yanaumiza, mtu anavyosoma kitabu anageuza. Ila yote katika yote tunamshukuru Mungu sana, kwa sababu ya mapambano ya imani tuliyonayo katika Kristo Yesu. Kwanza tuwashukuru watu wote ambao mmeshiriki uh, msiba wa ndugu yetu Sifa. Tunamwita shujaa kwa sababu yule mtoto kayaishi maisha ya imani, kajaribu kupambana kwenye maisha ya imani hata wale wote ambao aliwakwaza, alizungumzia sijui Masingomadha, akawakwaza heli. Mtu anayekukemea na kukuonya kuliko mtu anayekuchekea wakati ndani anakuchukia kwa hiyo, mi naona afadhali sana. Sijui kasema mombia Masingomaza amefanya kazi? Hapana, hapana, hapana. kama amefanya kazi na Mungu wa Masingomaza ni anakubali watu wafe kwa staili hii basi huyo Mungu hafai. Hata hivyo, sio sifa tu ndio ambaye amefariki, kuna watu wengi sana ambao wanakufa kila leo mm. Sidhani kama nao ni dua za masingo mazi okay. Sidhani kama nao wao sijui walikuwa labda wanakemea uovu kama sifa mm. Sidhani na wao kama labda walikuwa wanapinga mabaya kama sifa mm. Hapana, lakini kufa